Kama hautaki mimba, kama hautaki mtoto, naomba usinitafute. Kama unahitaji mtoto na unahitaji kuitwa mama, basi unaweza ukanitafuta kwa ajili ya kupata ushauri na utambuzi juu ya afya yako. Wanawake wengi wamekuwa wakitafuta mtoto kwa muda mrefu na hawapati. Hii huweza hutokana na sababu mbalimbali, mbali za kimaradhi katika mfumo wake wa hezi. Yawezekana wewe una changamoto ya hormone imbalance Yawezekana una maradhi ya pelvic inflammatory disease, yawezekana mayai yako hayapevuki, yawezekana una ovarian cyst, yawezekana una fibroids katika mfuko wako wa kizazi, yawezekana mirija yako ya uzazi imeziba. Sasa kama wewe ni miongoni mwa wao ambao wanapitia changamoto hizi, kushika ujauzito kwako ni ndoto na hadithi. hivyo ili uweze kuconceive ujauzito ni lazima utibu changamoto hizi unaweza kuchukua namba yangu bayo kwa ajili ya kupata tiba iliyo sahihi kwa ajili ya kuweza kuondokana na changamoto zako zote zile, ili uweze kufanikiwa kuitwa mama. Kumbuka, kila mwanamke ni mama, na namba iko bayo.